Pate mwingine hapa leo, nakwambia kuna kaa uchokozi nitakafanya hapa. Mambo vipi, uko? <tipu> <tipu> Vizuri. Unaitwa nani? Rashad. Rashad. Wewe ni mchezaji, shabiki, kapteni, nani? Mimi daktari wa timu. Ubingwa tulitarajia kiukweli kwamba tutabeba ubingwa sababu timu tuliamini sana, tulifanya usajili wa wachezaji baadhi kuzibaziba viraka mm, ambavyo kidogo tuliona hapo tunaweza tukakwama lakini Mungu amesaidia, ndio mpira tumecheza. Mechi zote nne hatujafungwa mechi hata moja, hata moja. Sasa Alashad Mgembe, kuna wakati mlikuwa mnacheza, mnakuja, mnashangilia mtani kwenu, kwa sababu pia mimi ni mmoja ambao watu naambatana uh, na nyinyi, watu walikuwa anawachukulia kawaida kwamba mnapiga kelele. Sasa unawaambiaje wale ambao waamini kupitia mpira, wale ambao waamini kupitia mpira? Mimi nawaambia kwa sasa hivi na sio mpaka wao wenyewe washaamini kwamba mpira Mgembe upo tumekuja tunashangilia. Kuna kipindi tulikuwa tukipoteza sana. Hamgembe ya nyuma sio Hamgembe ya sasa hivi mm. Hamgembe ya sasa hivi imejipanga. Hamgembe ya nyuma alikuwa anapiga bao saba bao nane, unatoka na bao, ma, ma, bao matatu, lakini sasa ukiangalia kwa sasa hivi tumepata mdhamini wetu Dennis mm. kidogo ametuwezesha kwenye timu yetu, tumeweza kufanya usajili mpaka tunachukua ikombe. Ni yeye mwenyewe mdhamini wetu wa Dennis mm. katuwezesha kikubwa sana, na, na popote alipo pale, sisi tunampongeza sisi kama wachezaji kama viongozi wa timu. Asante sana. Asante. Sasa neno la mwisho kwa Kagonda ambaye mlimbamiza B ee, pale mwenyekiti kasema mtu anakufa goli ngapi? 20, tena mkikutana sasa, wewe anakufa ngapi? <coughs> mwenyekiti kasema goli 20 na mimi nimeongezee, muongezee hapo mawili hapo. Tutampa 22. Kwa sababu wewe ndio na mikoba ya timu. Ah, ah, kwa sababu. <coughs> sasa <coughs> mkono wangu wa kulia ninaye mm, okay, sawa, huu ngoja, ni ni mwache kwanza, huyu ni mwache. Eh, nitakwambia ni nani. E, bana mambo vipi? Safi. Wakuitwa na wewe tuangalie hivi vizuri. <laughs> Unaitwa nani? Naitwa Aneti. Mm. Mm. Aneti, wewe ni shabiki wa Mgembe. Nesi wa timu. Eh? Nesi wa timu. Ah, Nesi wa timu. <laughs> Nyende wenye mikoba. Eh? <laughs> Ndio. <laughs> Kombe mnalo na mnatamba nalo. Tunatamba nalo kweli. Mlitarajia? Ndiyo. Kwa nini mlitarajia? Kwa sababu zikupo timu 16, kwa nini ya Mgembe? Unajua bwana, mlitisha sana mchezo hata mmoja. Ambacho labda Hamgembe mwalimu wa Hamgembe na mdhamini na benchi zima kiujumla na watu walioshirikiana walifaulu wapi mpaka Hamgembe anabeba kombe? Sio rahisi walifauru kwenye usajili wao. usajili wao, ndio mchezaji gani amekufurahisha pale Hamgembe mpaka tunaona kikombe kiko hapo? Kapilima kwa nini? Kapilima sasa <laughs> Kapilima na Brian na na Brian eh. <laughs> <laughs> <laughs> Kapilima popote ulipo. <laughs> Tushaona tushaona mkwea, tushaona nilishe meji hapa. <laughs> Bwana mambo vipi? Safi, habari ya yako? Nipoa zaidi. unaitwa nani? Naitwa Silvia Joseph. Mhm, Silvia Joseph. Mm, nikiwa mshabiki kindaki ndaki. Ngoja tufanye hivi. Ngoja tufanye hivi Silvia ili tuweze kuonekana kwa uzuri. Sasa Silvia, mm. Hamgembe ni bingwa. Ndio. Unalijua hilo? Ndio. Fano kombe sili hapa. Umeamka asubuhi ya kuta kombe utafanya? Ah. Kuna mambo mengine sio ya kutaniana. Ni bwana tumeona. Tumeona Hamgembe bwana amebeba ubingwa. Sasa hili Hamgembe ndio bingwa wa ligi ya wilaya. Mm. Uh, unawazungumziaje waandaji wa mashindano ambao ni Stein Media? Ah, kwa kweli kwanza nawapongeza mm. Maana wanafanya kitu ambacho ni kizuri sana, eh, ukiangalia mm. Ukia kwa upande wetu, kwa kweli hata sasa hivi sisi wenyewe wa mtaani, washabiki nini, kwa kweli tunajisikia vizuri kupitia nyie. Kupitia sisi mm. Sasa uh, Amgembe ulitarajia kubeba ubingwa? Tuseme ukweli kwa sababu Amgembe hajawahi kubeba ubingwa wote ule mm. Kabengwa sasa eh, eti kabengwa kabeba sasa mm. hivi yeah. Je, ulitarajia kitu kama hiki? Nilitarajia tena, nilitarajia sana, maana siku zote mtu ukijiamini, lazima mm. utarajie jambo ambalo ni jee mazuri kabisa kwao. mchezaji gani alikufurahisha kati ya usajili ambao mliofanya? yaani hapo <laughs> <laughs> yani, <afo>, unauliza tena <laughs> kafirima sasa, kuna kafirima <laughs> kila <laughs> yaani pale kwenye uangalifu wangu mzuri eh. kila nilipokuwa nikikaa, namwona yeye yeye tu, yaani yeye tu ndo nilikuwa na kwa namwangalia vizuri, kwa kweli nampongeza sana. Kwa vipi, sherehe tunakula, tunakula nini baba? Ah, sasa si maandalizi kadi a a, mtapewa mtapewa. Asante sana, kumbusha jina lako. Mimi naitwa Sylvia Joseph. Sylvia Joseph, kutokea wapi? Hamgembe hmm. Hata kama mtu naishi Rwame lazima useme ya mgembe, kwa sababu kuna watu wanatamani kuishi ya mgembe. Na mtazamaji wa Stein TV, kuna watu wanatamani kuishi ya mgembe, lakini pia sisi tumekuja ya mgembe kaya, kwa ajili ya kuweza kufanya mahojiano baina ya kocha kikosi cha mgembe, mashabiki wenye viti, yani wale watu ambao wameivusha mgembe katika hatua ya mtaa kuja katika hatua ya kata mpaka hatua ya wilaya, bado mkoa nizungumze na mwalimu ambaye nimefanya makusudi tu kuzungumza na wote kubeba yale yote ambayo wamezungumzia mashabiki kwenye viti vitu wasemaji, ili nije kumtupia mwalimu aweze kutueleza kwa kina zaidi. Mwalimu mambo vipi, Jacob? Hamna haja kujitambulisha hadi mwalimu tayari, ambaye unajulikana. Mambo vipi, Jacob? So kwanza nipende kusema kwamba my name is Jacob Chaz, ndio for head coach for Hamgembe Boys. mm. E, na changanya changanya hivyo hili kila. Najua wewe sio Mswahili, najua tu ndugu yangu, najua coach, changanya hivyo, najua sasa. Jacob, wewe Hamgembe sasa hivi ni mabingwa, tumeona hapo mtaani kwako una kombe. Unajua bwana kupata kombe kama ile sio rahisi sana e, eh, mpaka uliami ni lenyewe kaka, amini kwamba una roho <laughs> je, ilikuwaaje Jacob? Ni kitu gani mwalimu ulitumia, ama sio tushakuuliza sana sana, tushakuuliza. Sasa nataka uniambie kwa kina zaidi, ilikuwaaje mwalimu, siri ni ipi mpaka mnapata ubingwa? Kwanza kabisa, kabla sijajizungumzia mimi kama mimi, nipende kumzungumzia mzamini wangu Dennis Deus Nyamuyula. Pia alikuwa na vyeo viwili, alikuwa kama mzamini, pia alikuwa kama kocha wangu msaidizi. Ndio maana pale uwanjani uliona mimi nilikuwa na furaha kubwa sana hmm, na sikuweza kuzungumza mimi kama mimi, nilimpa yeye kama mzamini pamoja na kocha usaidizi aweze kuzungumza yeye. Ah, uh, mwalimu Hamgembe, mnalo kombe, hamjai kubeba kombe, historia ipo na imeandikwa, kombe lolote lile la wilaya, la mkoa leo inalakata pia, hamjawahi kubeba shindano la makombe ya mbuzi, hamjawahi kubeba chochote kile. Tumeona mmebeba kombe, yaani mmeanza kwa kishindo zaidi, kuleta heshima. Sasa hivi mna heshima, mnajisikiaje kwanza, mwalimu? Kwanza kabisa, sisi kama mimi pamoja na maplayers wangu wote na kamati nzima ya benchi la ufundi na wanamgembe wote pamoja na kata kumi na nne zote zilizoshiriki mashindano haya kumi na sita. Najua, najua sote tuna furaha lakini mwenye furaha sana ni mimi pamoja na mdhamini, washabiki na benchi la ufundi. Watatufuata sisi kwa sababu ndio tulikuwa tunaratibu kila kitu. hmm. Nao wanatushauri mfanye hivi, mfanye moja, mbili, tatu, ili tuweze kufanikisha jambo. Na kweli mambo yamefanikiwa, tumepata kombe unaliona mbele yangu au tumelizungukia sisi wote, kwa sababu sisi tulioko hapa sote tunajiita viongozi, hakuna cha shabiki, sote mkiteuliwa kuwa sehemu ya moja ya kikao lazima nyote ni viongozi. Kwa hiyo, kwa leo, sote ni viongozi, hakuna shabiki hapa. Huu utakuwa ni mwendelezo. Huu ni mwendelezo kwanza kabisa, sio kwamba, ni mwendelezo. Heshima tuliyoifanya kwa mara ya kwanza, ndani ya miaka sita Hamgembe haijawahi kufika hata robo. Ukifika ofisi ya kata kenyewe kakombe kalikoko ni kadogo sana na kenyewe ni kamshindi watatu. Kuanzia elfu mbili kumi na tisa leo ni mbili ishirini na tano. hmm. Tunaingia 26. Tumeleta kombe kubwa sana Yaani kwa hiyo waiona Mgembe ni timu kubwa na aliyesababisha kulileta hili kumbe hili. Ni kijana mdogo kama nilivyosema mwanzo, huko tunaanza ligi kwamba ndio mwenye heshima kubwa ndani ya kata 14 na mkoa wa Kagera. Eh, kwa hiyo yeyote yule anayeniona ajue kwamba mimi ndio head coach kwa timu ya Mgembe Boys. Eh, aweze kushirikiana nami ili pamoja, pale ninapoomba msaada kuiendeleza timu ya kata ya Mgembe awe namba moja kuniwezesha mimi na kuiwezesha timu ya kata. Tunaona mwalimu Kagile ni mtu ambaye uh, ni mwalimu wako lakini ni mtu ambaye amekuzidi kwa kila kitu kuanzia kwenye umri. Leo huyu namkalisha vipi? Labda utani wa hapa pale. Lakini pia neno la kumwambia, kwanza kabisa nipende kumshukuru mwalimu wangu Kagire. Alinishauri na jana usiku kabla ya leo tulizungumza. Lakini kabla ya mchezo wetu wa kulibeba kombe hili, ili niweze kulileta ndani ya kata yangu naikubali sana na wachezaji wazuri na baadhi nikawataja. Lakini tulivyoenda uwanjani mimi nilimuonyesha wale ambao nilimwambia kwamba sitakuwa nao kweli aliwakuta, lakini mimi nilitoka nimemwambia fulani fulani fulani, kapirima sina, na solo sina, ajibu sina, laiza sina na mambo mengine. Akawa ananiuliza ni kwa nini, mpaka Alex ananioje ni, ni kwa nini unafanya hivyo? Nikamwambia bwana, wale wachezaji hawapo ni kutokana na matatizo ya kifamilia, lakini tulivyofika uwanjani aliwaona na nikaweza kumgaragaza. Kwa matuta. E, nilimsurprise hata jana, nimeenda vijijini, nimemkera kweli kweli, kijana mbaya sana eh. Ah, mimi si kijana, unajua mzee hawezi kushindana na kijana. <laughs> Mimi miaka 35 nilionayo na ingia 36 mwakani, yeye nadhani mpaka sasa hivi anaelekea kama si, si sitini, hamsini na point kuelekea sitini. Sasa uweze kuchukua mtoto aliyezaliwa leo ukamlinganisha na aliyezaliwa juzi, kwa hiyo wa juzi ana nguvu kuliko aliyezaliwa leo. Mimi ni kijana, yeye ni mzee. Ninakuvaa kanzu mimi, uliona nimevaa kanzu, nilivaa koti na koti nikaliacha uwanjani, mpaka wameliokota Kaitaba wameniletea kwa sababu <laughs> ah, atali sana. Nini atali sana. E, bana, mimi nikwambie asante uh, sana mwalimu, asante sana lakini ni, nimemwambia kwamba siku ya sherehe nitakuwa naye na yawezekana kati ya wageni rasmi naye atakuwa miongoni mwa wageni hao kwa sababu ni mwalimu wangu, alinishauri nenda ukafanye vyema, ushinde ubebe kwa hapa, kwa sababu ile kombe si kwamba yeye kagira hata ushiriki. Ana makazi ya Hamgembe, kwa hiyo yeye anafurahi kuona kombe linabaki ya Hamgembe, ana nyumba pale Kashabo. Kwa hiyo mimi nahesabu kagira ame kombe limeshirikiana, ameshinda, sio kwamba ameshindwa. Na tunapokuwa tumeenda tunazungumzia mambo mengine, uweze kusema kwamba kagira ameshindwa, sema azikutosha. Kwa hiyo maana yake kagira zile alizozipata ndio alizozistahili. Ebwana, asante sana mwalimu, nakushukuru sana Jacob. Huyu anaitwa Gadiola Mnene, usaivi najia, ngoja kwanza mimi nimekuchokoza makusudi haya, sasa hivi Fadru eh? Yes, kwa wale wote wanaoniona wajue kwamba mara ya kwanza nilikuwa kama nilivyopenda kujitambulisha ili wakuone sawa. Eh, mara ya kwanza nilisema nilikuwa najiita Gadiola mnene mjukuu wa Mgunda <inaudible> lakini kwa leo, kwa leo, leo wengi baada ya kubeba kombe hili hmm, ambalo hajawahi kutokea hapa Manispaa ya Bukoba hmm. Naitwa Fadul Davis ndo jina la kazi yangu. Jina la kazi, eh, yangu. E, makofi kwanza wanamgembe <laughs> hatari sana na mtazamaji wa Stein TV, lakini bado hapa, naomba niwape msemo. Kuna kauli mbiu ya wananchi uogopi waikundwa msimba simba ubaya ubwera, lakini mimi naomba niwe mtangazaji wa kwanza kuwapa kauli mbiu amgembe, sisi tunapita tu, yaani nyinyi mnapita tu, hiyo iende pote mtazamaji wa Stein TV Hamgembe wao anapita tu. Ni seme sinabudi kusema kwamba nimetamatisha matangazo haya kutokea hapa moja kwa moja katika sehemu ya Hamgembe, yani pote hapa ni ya Hamgembe, ndiko sehemu salama, na kombe wanalo, wanatamba nalo. Mimi naitwa Jay Brand kutokea Stein TV, bye bye.